Kukosa stamina wakati wa tendo la ndoa mara nyingine ni sababu zinazotokana na kuwa na sumu nyingi mwilini, kwa sababu sumu nyingi mwilini zinaathiri mzunguko wa damu wa kutosha kwenye viungo vya uume. Oksijeni inakuwa ni ndogo, kwa hiyo mishipa ya damu inakuwa haina nguvu, mwisho wa siku unakosa una stamina. Lakini pia hii inaweza ikaambatana na uzalishaji hafifu wa mbegu na mbegu kuweza kuoge, yani kukosa spidi ya kuweza kuogelea kulifata yai. Kwa hiyo ili kuboresha hali hii unatakiwa kutoa sumu mwilini, na tunaendelea na challenge yetu ya siku 30, ya kutoa sumu mwilini kwa kutumia C247 na Livercare. Leo ni asubuhi, siku ya nane. Tunatumia C247 ili kuweza kuimarisha mzunguko wa damu kwenye viungo vya uume, kuongeza oksijeni kwenye mishipa ya damu na mishipa ya I mean, kwenye mishipa ya uzazi, lakini pia kuimarisha kuogelea kwa mbegu ziweze kulifata yai kwa, kwa urahisi na, kui, na kusaidia kuweza kutungisha mimba kwa urahisi. Kama uko tayari kuweza kuungana na sisi katika chalenji hii ya siku thelathini bado haujachelewa, kwa sababu leo ni siku ya nane. Kupata tiba hizi nitafute WhatsApp kwa namba inayoonekana hapo, na komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.